Soka ni mchezo ambao umekuwa kama mkombozi kwa vijana wengi waliotokea katika familia za kimaskini. Asilimia kubwa ya wanasoka wanaotamba katika soka kwa viwango vya juu wametokea katika familia za kimaskini. Ila hiyo haimaanishi kuwa hakuna wanasoka waliotokea familia za kibwanyenye kwa maana ya familia za kitajiri. Wafatao ni wachezaji watano mastaa kwelikweli waliowahi kufanya maajabu makubwa katika mchezo huu wa mpira wa miguu huku wakiwa wanatokea katika familia ambazo hazikuzifahamu njaa, familia ambazo ziliwafanya wasome njaa kwenye vitabu pekee. Hawa ndio wachezaji wale ambao waliamua kutumikia mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu wanaupenda tu wakakubali kutandikwa viatu wanjani na kupata madhira mbalimbali yanayopatikana katika mchezo huu, lakini kwa sababu tu waliupenda mchezo huu, ila kwao kulikuwa na kila kitu. Namba moja ni Andrea Pirlo. Namzungumzia Andrea Pirlo, yule fundi wa dimba la kati mwamba, ambaye aliifanya Italia ikatamba vibaya mno pale anapokuwepo katikati achana na mabala yake akiwa na vivivi vya Turini Juventus ya Italia zaidi ya mara moja. Amewahi kunukuliwa na vyombo vya habari Andrea Pilo akisema kuwa hakuwahi kucheza soka kwa ajili ya kupata fedha ili kujikwamua kimaisha, ila aliamua kucheza soka kwa sababu ndiyo mchezo aliyokuwa anampenda hakuwahi kutamani kucheza mpira ili apate chochote kingine, kwa maana yote hivyo nyumbani kwao vilikuwepo. Hayo ni maneno aliyowahi kuyasema mwenyewe fundi Andrea Pirlo, ambaye ukilitaja jina lake katika ligi kuu ya Italia watu wanasisimka, watu wanachanganyikiwa, dunia inamtambua vilivyo fundi huyu wa dimba la kati, mwalimu mwaminifu wa mbabe wa boli, namzungumzia popoba. Namba mbili ni Gerard Pique wa Barcelona, namzungumzia Gerard Pique, yule mwanaume ambaye alidata na penzi la msanii Shakira kutokea Marekani kwa Trump, yes. Ni Gerard Pique yule yule uliyemwona atua wa moto kweli kweli Barcelona pale. Historia yake na shule aliyosoma kwa Hispania inatosha kujua kuwa ni kijana aliyetoka katika familia inayojiweza. Gerard Pique amesoma shule ambayo hawasomi watoto wanaotokea katika familia za chini, hiyo inatokana na gharama ya ada katika shule hiyo kuwa kubwa vibaya mno. Gerard Pique ni kijana anayetokea katika familia ya kibwenyenye kweli kweli pale nyumbani kwao Hispania, lakini angalia Gerard Pique alichokuwa kikifanya uwanjani, uwezi kuamini ya kwamba ni kijana ambaye hakuwa akicheza mpira kwa ajili ya pesa, kwa sababu pesa zilikuwepo nyumbani. Namba tatu ni Robin van Persie. Huyu ni yule yule Robin van Persie ambaye alileta mabalaa kwelikweli pale ligi kuu ya Uingereza akiwa na Arsenal ile ya moto kwelikweli ya kocha mkongwe Arsene Wenger. Robin van Persie huyu anatajwa kuwa toka yupo mdogo, aliamua kuambia wazazi wake ya kuwa anataka kuwa mwanasoka wa maana duniani, kitu ambacho hakikuwa kigumu kutokana na kuwa na sapoti kubwa kutoka kwenye familia yake, ambayo swala la sapoti halikuwa shida kwao, kwani uwezo wao ulikuwa ni mkubwa mno. Robin van Persie mwanasoka ambaye hakuwahi kucheza soka peku kama alivyofanya Luis Suarez ama yule mchawi wa Kibrazili Ronaldinho Gaucho aliyecheza peku huku mzazi wake akimwambia ya kwamba akicheza peku ndivyo ambavyo ataweza kuwa bora zaidi huku akiuficha ukweli ya kwamba hakuwa na uwezo wa kumnunulia viatu fundi Ronaldinho Gaucho. Namba 4 ni Diego Forlani. Kama umemsahau Diego Fulani ni nani, basi rudisha kumbukumbu kidogo kwenye lile kombe la dunia la mwaka 2014. Utakutana na, na mabalaa yake mle ndani. Alitisha vibaya mno Diego Fulani, mshambuliaji huyu wa kimataifa kutokea Uruguay ambaye amewahi kuzichezea Atletico de Madrid ya Hispania na Manchester United ya Uingereza kwa Queen Elizabeth. Tangu akiwa mtoto aliwahi kuambia wazazi wake ya kuwa kutokana na kuwa na kipato waunde mfuko wa kuwasaidia watu wasiojiweza. Familia ya Diego Fulani ni familia ambayo pesa, magari na majumba hazikuwa shida zao. Na Diego Fulani aliutumikia mchezo huu wa mpira wa miguu kwa sababu tu ya mapenzi yake kwa mchezo huo, lakini hakuwa na shida ya fedha kwa sababu angeweza kufanya lolote linalohusiana na fedha kutumia kwa kutumia pesa zilizokuwepo nyumbani kwao. Nambari tano. Nambari tano inakwenda kwa mtakatifu wa Kibrazili mwamba, ambaye wa kwanza ni Mungu kwenye maisha yake na vingine vinafuata baadaye. Namzungumzia mwamba huyu ambaye aliwahi kufunga ndoa na mwanamama mmoja ambaye mwisho wa siku alimwacha mshikaji akidai ya kwamba He was too right, yani mwamba alikuwa ni sahihi kweli kweli. Alikuwa ni mwaminifu kupitiliza, alikuwa ni mtenda mema kupitiliza. Kwa hiyo kuna kipindi idada akawa anajihisi hatia hata tu alipojaribu kukwazana naye, hata tu alipojaribu kumfokea, kwa sababu mwamba alikuwa ni mungwana kupitiliza, mtu wa Mungu kweli kweli. Namzungumzia si mwingine bali ni fundi wa Kibrazili Ricardo Kaká. Ricardo Kaká huyu ndiye mwamba ambaye mwaka elfu mbili na saba alishinda tuzo ya Ballon d'Or mbele ya Messi na Ronaldo wa Ureno. Tofauti na watu wengine kabisa, tofauti na washindi wengine wa Ballon d'Or waliowahi kuichukua na kwenda kupiga nayo mapicha mahotelini na sehemu mbalimbali, kwa kuitambia dunia ya kwamba hatimaye wameipata Ricardo Kaka. Baada ya kushinda tuzo hii ya Ballon d'Or mwaka elfu mbili na saba, mwamba alibeba tuzo mzima, mzima kama ilivyo, na kwenda kuipeleka kanisani na kuitoa sadaka huko, isaidie watoto yatima, iuzwe ili watoto yatima waweze kupata mahitaji yao. Hakuhitaji kwenda nayo hotelini kupiga mapicha na kwenda kuwalingishia mabinti wa Kibrazili huko nyumbani kwao. Huyu ni mtu wa maana kwelikweli, hakika hii ndiyo sababu iliyofanya aitwe ni mtakatifu wa Kibrazili. Turudi kwenye topiki Ricardo Kaká, huyu ndio Mbrazili wa mwisho kushinda ile tuzo ya mchezaji bora wa dunia mwaka 2007, naizungumzia Ballon d'Or. Na ndiye mchezaji pekee aliyewahi kushinda tuzo hii mbele ya wachezaji Cristiano Ronaldo wa Ureno na Lionel Messi kutokea Argentina. Kaka hakutokea familia ya kimaskini kama ilivyo kwa wachezaji wengi wa Kibrazili kama Ronaldo Dilema, Ronaldinho Gaucho, hata dogo anayetamba na mzungumzia Vinicius Junior. Yeye Ricardo Kaka Baba yake alikuwa ni engineer mwenye mafanikio makubwa na hata kaka zake walikuwa wameshafanikiwa kwelikweli kifedha. Swala la fedha kwa Ricardo Kaka halikuwa kipaumbele kwake, na ndiyo maana alimtanguliza Mungu kwenye kila jambo, na kwake Mungu alianza, kwa sababu ungezungumuza nini kuhusu mafanikio mbele yarikatokakaa hadi mshawishi magari, majumba, fedha zilikuwepo nyumbani kwao. Tangu kuzaliwa kwake amekuwa akizitazama, amekuwa akiziona. Basi hao ni wachezaji watano waliotokea familia za kitajiri kweli kweli, familia za kibwenyenye, walioupiga mpira kana kwamba wametokea katika familia zilizohitaji msaada kupitia soka. Si hao tu, wapo wengine. Kaa hapa hapa Sportvia, tutawazungumza wakati mwingine. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Sportvia chaneli, na kuomba usisite kulike, kushea pamoja na kusubscribe chaneli hii, ili tutakapoweka makala nyingine, basi uwe ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kutazama na kusikiliza makala zetu tamu za kimchezo kutokea hapa hapa Sportvia.